My Swahili people gather here. Sasa leo tutaongea kwa Kiswahili jamani. Ehe, nataka kila mtu aelewe, afahamu natambue, na atambue na ajue. Mada yetu ya leo itakuwa inaongea. Je, unafahamu umuhimu wa lugha mama kwa mtoto? Narejea. Je, unafahamu umuhimu wa lugha mama kwa mtoto? Hebu tega sikio lako vizuri, nikikwambia kabisa ni namna gani lugha mama ina umuhimu kwa mtoto. Faida ya kwanza hmm, ni msingi wa utambulisho. Hii lugha mama hii ni msingi wa utambulisho, yaani maana yake, lugha mama humsaidia mtoto kutambua asili yake, tamaduni na urithi wa kifamilia. Kitu kingine kinaleta maendeleo ya kiakili. Kumbuka, huyu mtoto anayejifunza na kutumia lugha hii ya mama atakuwa na ufasaha mkubwa sana na imara, kufikiri, kuelewa na kuwasiliana. Sijui eh, umenielewa? Lakini cha tatu, uelewa wa haraka shuleni, kwa sababu ameshazoea hii lugha kwa sababu anaitambua, anaisikia kila akiamka, kila akicheza, akizunguka zunguka, hiyo lugha mama yeye anaisikia, kwa itakuwa rahisi kuelewa haraka wapi? Shuleni, watoto wanaotumia lugha mama, kuelezewa masomo shuleni ni rahisi wao kujifunza kirahisi, jamani eh? Sawa, lugha mama ina umuhimu. Kitu kingine Kijamii na kifamilia, lugha ya mama huwasaidia watoto kuwasiliana vizuri na wazazi, ndugu na jamii, hivyo kukuza mshikamano na upendo. Jamani tupo na <hum> kitu cha mwisho kabisa, kujiamini na kujieleza. Watoto wengi wanapata shida kujieleza na lugha mbadala, lakini kwa lugha mama mtoto anajieleza vizuri. Utasema confidence si ndo hii, mtoto si ndo huyo? Jamani, kwa hiyo mtoto anayejua lugha ya mama vizuri huwa na ujasiri wa kuzungumza, kuuliza maswali na kushirikiana na wenzake bila uoga wowote. Jamani, fanyeni juu chini, ewe ndugu, ewe mzazi, ewe mwalimu ndio unafundisha Kifaransa, ndio unafundisha sijui Spanyola, sijui unafundisha English, lakini msisahau lugha mama ina umuhimu wake. Jamani, ni mimi tena, madam Reni. Karibu kwenye hot seat shock show talk show. Jamani, nafurahi sana kuwapatia hizi hizi faida kuu za lugha mama. Lugha mama oe Haya, asanteni kwa kunisikiliza. Kutana nami katika kipindi kingine ambako tutaongea faida sita za kumpeleka mtoto wako wapi? Kliniki. Eee, umenisikia, kliniki.